Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara, naomba nijibu swali namba 79 la Mheshimiwa John John Nchimbi, mbunge wa Nyasa. Mheshimiwa Naibu Spika, almashauri ya Nyasa <coughs> inazalisha kahawa aina ya Arabica kwa wastani wa tani 2193 kwa mwaka. Kutokana na uzalishaji huu, Mheshimiwa Rais aliona umuhimu wa kuwa na kiwanda katika eneo hili. Hivyo serikali kupitia halmashauri ya Nyasa imetenga eneo lililopo katika kitongoji cha Ndanda kijiji cha Kingirikiti kata ya Kingirikiti kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha kukoboa kahawa. Eneo hili lina ukubwa wa hekta nne na lina miundombinu wezeshi kama vile barabara, maji na umeme. Aidha, eneo hili linamilikiwa na serikali na lipo tayari kwa ajili ya uwekezaji kwa kujenga kiwanda cha kukoboa kahawa serikali inaendelea kuhamasisha wawekezaji kwa ajili ya kwa ujenzi wa kiwanda hiki cha kukoboa kahawa katika eneo hilo. Ni kweli naungana naye Mheshimiwa Rais anapotoa ahadi, jukumu letu sisi kama serikali ni utekelezaji wa ahadi hiyo, na kimsingi serikali imeshaanza utekelezaji wa ahadi hiyo, na ndio maana halmashauri ya wilaya ya Nyasa imeshatoa miche milioni mbili kwa wakulima wa kahawa lakini pamoja na hayo, wameshanunua eneo kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda. Uzalishaji wa kahawa Nyasa umeongezeka na ndio maana kuna umuhimu wa ujenzi wa kiwanda, lakini ukisoma dira ya elfu mbili na hamsini inazungumzia ushirikishwaji, kwa maana tunazungumzia uchumi jumuishi na sekta binafsi ina mchango wa asilimia sabini na ndio maana serikali kupitia taasisi za fedha lakini kupitia wadau kama vyama vya ushirika tunaendelea kuhamasisha kuwekeza katika viwanda vya kati, ili kushiriki kamilifu katika dhana ya uchumi jumuishi kama nguzo ya dira 2050 inavyosema. Lakini kuhusiana na suala la uwezeshaji wa serikali, naungana na mheshimiwa mbunge, na ndio maana sisi kama serikali tumeshatoa mwongozo kwa halmashauri kuona kwamba mazao ambayo yanatokana na maeneo husika tunaenda kuyajengea uwezo wa vyama vya ushirika, lakini pia kuomba fedha maalum kupitia bajeti ya serikali kuona uwezeshaji wa ujenzi wa viwanda hivyo ili kuongeza mnyororo wa thamani, kuongeza thamani ya mazao, kupunguza gharama ya uzalishaji na kuchochea uzalishaji katika maeneo husika. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa naibu Spika.